mikoa kumi kuwa vinara kwa wanafunzi kuacha shule. Na baba asimulia harusi ilivyogeuka simanzi ee, baba asimulia harusi ilivyogeuka simanzi ni e, baada ya kupata ajali kubwa e, na magari kuteketea kwa moto. Lakini habari kubwa ndani ya, ya gazeti lako la Mwananchi, siku ya kwanza ya kicheko maumivu kwa bajeti mpya. Siku ya kwanza ya kicheko maumivu kwa bajeti mpya lakini utekelezaji bajeti ya serikali kwa mwaka 2025-2026 ukianza leo Watanzania e, watarajie mabadiliko katika maisha e, mashirika nayo kicheko, wasomi wafunguka. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi, inasema siku ya kwanza ya kicheko maumivu kwa bajeti mpya, ikiwa ni tarehe moja mwezi wa saba e, siku ya kwanza ya kicheko na maumivu kwa bajeti mpya lakini wabunge 19 wanavyotikisa soko, Samia atia neno CCM. Wabunge 19 wanavyotikisa soko, Samia atia neno CCM, lakini CCM bado bado moto. Habari kwenye gazeti la mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la mwananchi, eh, tuangazie kwenye gazeti lako la habari leo lenye inaanza na habari inaosema Dr. Biteko aeleza umuhimu wa nishati ya nyuklia Tanzania hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini wafungwa mia mbili na moja wahitimu mafunzo ya ufundi stadi, hiyo ni habari pia ni ukurasa wa nane kwenye gazeti la habari leo. Huku Makonda amfunda mrithi wake, ataja ndoto za Samia, lakini sababu za tajwa wengi kugombea ubunge, hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Lakini DNA yaanza kutumika waliokufa ajalini, lakini kuna habari inayosema kamera kutumika kulinda wanyama Mikumi nangu na nasari pareso mgumba wa jitosa yupo pia mtoto wa Wasira msukuma ataka kuchangia wenzake. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwa chana gazeti la habari lio, tuangazia gazeti lako la Zanzibar leo lenye ina habari kubwa inayosema biashara ya kaboni kukabili mabadiliko ya tabia ya nchi. Huyo ni Masauni. Lakini sijaridhishwa kasi ya ujenzi wa ofisi shirika la magazeti waziri tabia asema. Lakini habari kubwa ni Dr. Mwinyi wahudumu ngazi ya jamii nguzo uimarishaji afya lakini PBZ yapata bosi mpya Hemedi agiza kuharakishwa ujenzi wa miradi hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele lakini uchukuaji wa fomu uchaguzi mkuu 2025 wanawake wa koleza joto CCM hiyo ni uchukuaji wa fomu 2025 wanawake wa koleza joto CCM hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Zanzibar Leo lakini tukiachana gazeti la Zanzibar Leo, tuangazie gazeti lako la Jamhuri lenye inaanza na habari inasema, Rais Samia atimiza ndoto sekta ya umwagiliaji. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 12. Lakini bado kuna habari inasema, agizo zito. E, ni agizo gani? Lakini, ni agizo zito, gazeti lako la Jamhuri linaandika kilichopigwa, e, kilichopingwa bungeni chapingiwa makofi baada ya kutamkwa na rais. Lakini amani mioyoni mwa Watanzania ya rejea, polisi wakipewa maelekezo wadau wazungumza wataka utekelezaji uonekane kwa macho. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamhuri kwenye kurasa wa mbele. Lakini wabunge mabubu hawa hapa, e, ndani ya gazeti lako la Jamhuri kuna wabunge mabubu. Lakini Rais Samia, tume ya umwagiliaji na uchanganuzi inasema, e, tume ya umwagiliaji na uchanganuzi lakini ADC yatangaza wagombea uraisi Yuna bari pia napatikana kwenye gazeti la Jamhuri. Lakini tukiongezea gazeti laku la Majira linaandika e, ajali ya teketeza maisha ya watu 48 kwa siku tatu za jeruhi 56 katika mikoa ya Lindi ya Rukwa na Kilimanjaro. Lakini wananchi walitaka jeshi la polisi lizidi kujidhatiti kifusi, e, cha ua wawili wa familia moja Zanzibar za, lakini muhimbili ya sogea karibu na wananchi maonesho wa sabasaba wataalamu wa sadiki wajadili sekta nishati na maji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema wachimbaji 11 wafa kwa kuangukiwa na mgodi huko Sudani. Wabunifu wa majengo wakadiria, e, wakadiriaji watakiwa kuwa wazalendo. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira. Lakini gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge, asubuhi ya leo lenye nambari kubwa inayosema serikali yazindua madawati huduma sta ustawi wa jamii vituo vya usafirishaji. Lakini makamu wa rais ashauri maboresho mfumo wa fedha na ufadhili wa maendeleo, huku Samia awatakia heri watiania wa Chama cha Mapinduzi CCM, asema hayo ni maandalizi ya kwenda kwa wananchi kuwa maridhaa, hasa kwa wanaotaka ubunge, ujumbe baraza la wawakilishi na udiwani. Lakini asisitiza yeye na Rais Mwinyi hawajatuma watu majimboni lakini Dr Biteko aweka wazi nyuklia kujumuishwa gridi ya Taifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini Mtazamo Mpya, gazeti lako Habari Makini, linaanza na bani wasema rais, baraza la maaskofu Italia abariki ujenzi wodi kina mama tosa Maganga. Lakini tano Mwera ajitosa kumvaa kilave Temeke. Lakini habari kubwa ni mume mke wa jiandaa kumiliki siasa za Pwani. Ni waziri na mkewe tayari wamechukua fomu za ubunge, wameshashika Vikindu, Mkamba na Mipeko. Yumo baba dada na mjomba waongelea vyeo katika kata mbalimbali za majimbo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya ukurasa wa mbele. Lakini Lipagila hawakuna wengine eh, Kilombelo achukua fomu ya jimbo na la ubunge. Lakini tuangazia gazeti lako la Uelekeo lenye linaandika kilimo kitakuwa kwa matumizi sahihi ya mbolea lakini vijana wa mpatano. Dr. Samia Suluhu Hassani yuna habari kwenye gazeti lako la uelekeo. Na tukiachana gazeti la uelekeo tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo lenye ninaandika habari kubwa ni hekaheka heka uchaguzi kafuajitosa urais Zanzibar, cha umma ya puliza kipenga uchukuaji fomu ubunge udiwani, CCM ya chanja mbuga. Lakini kesi ya Lissu mahakama yasubiri taarifa uamuzi wa wa DPP serikali kugharamia maziko waliopata ajali iliyoua same. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele, lakini mhasibu hakuna kiri akufanya ubadhirifu wa shilingi bilioni. Mhasibu akana ukukiri kufanya ubadhirifu wa shilingi bilioni nne, lakini kimataifa, Marekani yaahidi demokrasia, uhuru wa habari. Raila Odinga alani tamko la kuwafyatulia watu risasi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado tunaendelea na gazeti lako la Nipashe lenye habari kubwa ni heka heka za uchaguzi huko majimboni. Na tuachane sasa na kurasa za mbele, tuangazie kwenye michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali mbali. Nchini Tanzania gazeti lako la Majira linaandika Rais Mwinyi aizawadia Yanga shilingi milioni mia moja yanadi makombe kwa kishindo. Dar es Salaam yasimamisha Mamsimbazi. Fadu: Simba kuja kivingine msimu ujao. Lakini wamachinga linaandika Dr. Msola kutimulia kutimuliwa vumbi Karia. Mapokezi Yanga yaisimamisha Dar es Salaam. Baleke sasa ni mali ya Pamba Jiji. Lakini pipino Azam swala la muda ngoma sasa rasmi kutimka Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga lakini gazeti lako la mtazamo mpya linaandika Yanga ya mkabidhi rais mwenye makombe matano mwenyewe wa, awajaza minoti wachezaji wakubwa 1 wa, wa tema EPL. Lakini mwelekeo gazeti lako linaandika Dr Mwinyi awapiga ya Yanga mamilioni zaidi ya milioni mia moja kocha Fadlu, tumevuka malengo licha kinyongo, ahidi makubwa msimu ujao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwelekeo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la habari leo linaandika Yanga yaweka ufalme wake prison ya baki ligi kuu cool, Fontaine Gate kuiva Stand United. Lakini tuangazie kwenye gazeti la Zanzibar leo linaandika Dr. Mwinyi zawadia yanga milioni mia moja. Sauti sisters ya idhibu Warriors ligi ya wanawake, lakini City Academy ya rejea na ubingwa wa Afrika Mashariki unioni bali inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar leo huku JKU yaanza maandalizi kujenga kikosi, na tuangazie sasa kwenye gazeti lako la michezo gazeti la Mwanaspoti lenye nambari kubwa inaandika wananchi, Yanga yafunika Dar es Salaam kwa paredi la ubingwa bala, lakini Azam FC lawi kimeeleweka, hawa ndo wapiga kura ni Karia akisema hawa ndo wapiga kura. Habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti, lakini kwa heri ngoma nyakati zilipishana lakini kwenye gazeti la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, eh, kuna ukurasa wa michezo linaandika: paredi ya la Yanga la Tikisa Tikisa Dar es Salaam, yaja na usajili wa kimataifa, ni wakati wa kutembeza makombe yake yote ya msimu. Fado atoa wiki mbili kwa Masta Simba. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za michezo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa kwenye mitandao ya kijamii na gazeti kwenye eh, magazeti ya michezo na kurasa za michezo mbalimbali ni paredi la Yanga yatikisa Dar es Salaam, eh, kuja na makombe yao yote kutembeza Dar es Salaam, yatikisa mitaa ya Msimbazi. Hilo ni gazeti la kura Nipashe ukurasa wa michezo na gazeti la kura Nipashe kuna kurasa za michezo, ndio natufungia somo la magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, asanteni kush, kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.